Baadhi ya wazee wa jamii zinazoishi kaunti ya Vihiga jumamosi ya leo wamemkabidhi gavana wa kaunti ya trans Nzoia George Natembeya jukumu la kuwa msemaji wa jamii ya Waluya. Natembeya alikubali wito huo na akaahidi kuunganisha jamii za eneo la magharibi kabla ya uchaguzi mkuu wa 2027. Anaarifu zaidi Sheldon Asahlu. <coughs> Juma moja baada ya wazee wa jamii za Maragoli, Tiriki, Abanyore na Terik kumtembelea gavana George Natembeya nyumbani kwake, Juma jumamosi hii wamemtawaza gavana huyo kuwa msemaji wa jamii ya Mulembe katika eneo la Kiritu, kaunti hii ya Vihiga twageenda mwajukumanyingi mujiro mwai twageenda majukumanyingi nukwengeri zao konolo mwai Isaya kwasara mesaa yalihulila ni karmuni kambalikonomai yes. yes. amakoa jitugoos gaenze kumwana huyo George Natembeya. Ni hatua aliyokaribisha na kukumbatia gavana George Natembeya, akitaja kuwa sherehe hii ni mwanzo wa safari ya kuziunganisha jamii za magharibi, ya ukombozi wa muluya imeanzia Mudete. Umenawana watu wangu? watu Waviika mkituleti down, muanze mwanze kuyumbayumba, hii safari haitafika mali atakana kufika. Mimi nikitoka hapa leo naenda nikijua kwamba watu Waviika wako chonjo, wako ngangari, wako tayari kuungana na Waluya wengine kubadilisha taifa la Kenya. Kulingana na gavana Natembeya, migawanyiko ya uongozi wa kisiasa inayoshuhudiwa miongoni mwa jamii za magharibi imechangia eneo hili kuwa maskini na kutoimarika kimaendeleo. Kama viongozi wetu saa hizi karibu wote ambao wamechaguliwa, hauwezi kuona mimi wakiongea lugha mimi naongea namna hii. Wamenyamaza kwa sababu hata wengine wakionekana na mimi siku hiyo hiyo hiyo amefutwa kazi. Wanatembea na mkia katikati ya miguu. Hiyo mambo ya maisha magumu ya tutaki, tunataka tukenye kuwe nchi ambayo inakuwa guided by the rule of law. Kama mwananchi anatoa ushuru, huyo mwananchi ako na haki kupata maendeleo. Sio lazima ndio pigie mtu magoti ndio upate maendeleo hapana. Watu wetu wamepiga magoti mpaka magoti imechipuka kwa sababu ya kwenda kuomba maendeleo. Hii mambo hii ya siasa mbaya hii tunaifunga mwaka 2027 to balance Kenya yetu mzuri. Gavana Natembeya amewashtumu viongozi wanaopinga azma yake ya kuunganisha jamii za eneo la magharibi akiwataja kuwa waliojaa ubinafsi unaosababisha jamii ya Mulembe kukejeliwa. Munapewa kiti watu wawili, Mudavadi anasema ni namba tatu, Wetangula pia namba tatu. Alafu ameweka viti kila mtu, deputy president na president na kiti ya namba tatu. Namba tatu mko watu wawili, mkifika hapo kila mtu atao kaa kwa hiyo kiti. Mnang'ang'ania viti mpaka nyinyi wote mnasimama tu, amkai sasa. Hiyo <coughs> haipo. Atufanye nini? Atutaki si ndio? na wakati huu atutafuti nafasi kwa serikali, tunatafuta kuunda serikali. Mimi natafuta panga, natafuta kisu ya kwenda kukata nyama wengine wanakata, mimi nafanya nini? maana saa hizo wenzetu hawana kisu, nyama inakatwa, amengojea Kindiki amaliza, ampatie kisu, anasikia nyama. Nafanya nini hii? umoja yetu ndio kisu yetu, na msisahau umoja wetu ndio kisu yetu itahakikisha kwamba tunapata haki yetu. Gavana huyo aliyewahutubia wakazi wa kaunti ya Vihiga kwenye vituo vya kibiashara vya Luanda, Mbale na Mdete kabla ya kuhudhuria kikao cha wazee wa jamii za kaunti ya Vihiga, aliandamana na viongozi mbalimbali mbali wa kisiasa walioahidi kuunga mkono azma yake ya kuunganisha jamii za magharibi mwa Kenya. Nikiripoti kutoka kaunti ya Vihiga, naitwa Sheldone Asahun.